ODM last time walinisaliti. This time wa sai atitokuwa na kitu kama hiyo, tutapikana na. Ndio kwa maana mimi nataka kusimama hii kiti ya chairman ya Nairobi, ndio tufanya ni tuimarishe chama. Chama ya ODM iko na wakora wengi sana, wale wanatafuta pesa kutoka kwa wapinzani wetu kuja kufuruka sisi hapa ndani eh, you know, kabla hata tujaenda huko mtu amesimama ananiambia, sasa Tim Wanyonyi atakuwa deputy wa chama mwingine, sijui alikuwa anaitwa nani, wamemleta tu. Kwa hivyo deputy akunanga kazi wako nayo anaenda huko, sitiwalikusoma magazeti nikawauliza. Mimi na have campaign na want to be governor of Nairobi. Sasa nitarudi kwa watu niwaambie sasa mimi ni deputy, wataniamini? Akawambia nao, naona njama mnataka ku destroy me. Afadhali, let me go back and serve the people of Westlands, lakini like wakati huu tutapikana na watu nyinyi, na Nairobi yote tutakuwa na jeshi letu tutatoka one by one yes. We go to Orange House yes. And demand for our certificate yes. Yes. We shall also not accept accept yes. E collision ambayo mara nyingi tunaungana na watu hawana chochote, lakini wanafika hapa wanataka kula ODM sindio? They have been killing ODM slowly by slowly, we surrender our seats and we lose them This time waja pati ikuwe strong yes. coalition world over always the dominant party ndiyo huwo nakuwa na nguvu, ndiye nasema hii itafanyika hivi na vile, lakini hawa jamaa wamekaa kwa meza na baba wamino make demands, wanataka wapewe viti kubwa kubwa, na mtu wa ako na wabunge wawili kwa bunge na ako na MCA waine katika city hall wanataka huku washee viti na kina Alvin hapa, mtu anasema anataka kuwa chairman, anataka kukuwa sijui nini. ODM niandanakana ichukue viti zote, wasemeko tu nyinyi tu wakao yako zile sana, naibu naibu kidogo, si ndio?